Wanapigwa na kuumizwa hovyo, wanauawa hovyo. Sio kila anayekufa, sio kila anayepotea, sio kila ambaye hatumwoni ametekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Eh, wakati wote, ndio maana huwa anatoa wito wa kwamba njoni tuzungumze, kwa sababu ni karibu kila kauli inayokuja huku mbele itakayotumika kujitetea, kufafanua au kujihami itakuwa ikizidisha tatizo zaidi. Yaani kwa tuliong'atwa, waliong'atwa na nyoka, majani hayo yatakayokuwa yakiwagushagusha kwenye mili, kwa sura kama hii ya hawa vijana hapa, wanachokizungumza kwa sehemu kubwa, yatakuwa nawaona kabisa, wanachoona ni nyoka yule yule aliyewadhuru kabla, sijaitisha tena na tena wito huu. Hebu kwanza nimsikilize, tumsikilize huyu kijana wa kwanza, alafu kuna sehemu nitairudia karibu mara mbili mara tatu. Nina hakika sehemu kubwa mtakuwa kabla sijafafanua utata unaokuwa kwenye kauli kama hizo, naamini kuna watu ambao mtakuwa mmeona na nyie kwamba bila shaka hapa kitu ambacho ni nyasi zile zile ama ni nyoka wale wale wanakuwa kama nyasi. Kwa hiyo hebu ni ruhusu kripu hii, alafu nitafafanua kidogo, baadaye nitakuja kufafanua kijana mwingine, na maneno ambayo inawezekana haina madhara, lakini ma, watu waliowahi kung'atwa na nyoka kama mimi kwa sehemu kubwa wakiona majani yanawagusagusa, ishara kwa namna zinazofanana na vile walivyong'atwa na nyoka wa kwanza, wanaweza kushtuka na kupiga kelele kwamba nyoka ni huyu huyu, huyu hapa nyoka. Asante, tumsikilize huyu kijana. Matukio yanatokea ya kupotea, kupotezwa, kutekwa na mengineyo, pengine watu wanafariki, na hayo yanawakumba vijana, na wewe ni kiongozi wa vijana nyinyi kama chama mna, mna, mna, mnafanya msukumo wa ziada. Mnajua nyinyi mna sauti kwa serikali, kwa sababu sio kila anayekufa, sio kila anayepotea, sio kila sio kila anayekufa, sio kila anayepotea, sio kila sio kila anayekufa, sio kila anayepotea, sio kila, kila, kila, kila ambaye hatumwoni ametekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na lazima mantiki hii na elimu hii tuiondoe. Yeah, eh, bila shaka tumemsikiliza Mm, inawezekana ukiangalia the way anavyo hojiwa unaona ana wakati mgumu sana kufikiria jibu la aina gani ajibu. Sijui kama ilikuwa rahisi kwake, lakini inaonekana kuna kabla ya hapa, kuna swali aliulizwa na mwandishi kwamba kuna wakati wewe uliwahi kutaka Twitter ifungiwe, lakini sasa unaitumia Twitter kutoa matamko yako, ingefungiwa fungi, ingekuwaje? Jibu lake ni kweli alilitoa, lakini unaona ni jibu la kupambana kuhakikisha anaeleweka. Sasa eh, sijui hili jibu hata yeye alipokuja kujisikiliza alitazamaje. Mimi utata kwangu ulipoinuka ni si kila mtu ambaye anatekwa ambaye hutekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lugha hii naamini kabisa kwa sasa hivi m, haiwezi kufanyiwa kazi, lakini nachosema hapa tulipo hapa ni karibu kila kufafanua, kila kujitetea, kila kujihami kutakuwa kukizua utata wa vilio na milango ya vilio. Kwa nini mambo yako hivi? Kwa hiyo hiyo maana hiyo hiyo sentensi inaweza ikatafsirika kwa baadhi ya watu, naweza ikaitafsiri kwamba okay, sio kila anayetekwa, sio kila anayepotezwa anapotezwa, watu watumia kwamba anapotezwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania U... wenye akili hasa zilizodhurika zizo... zizo ambazo watu wa karibu ambao pengine tulikuwa tunaona wathamani sana e, wameingia kwenye namna hizi za kupotezwa ama kuwawa kwa namna zenye utata. Eh, nasema kauli hii ina maana wapo wanaopotezwa au kutekwa au kuwawa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna sababu lugha kama hizi mtu kama huyu au anatafutwa pengine na jeshi la polisi. Kama Mungu atakapokuja kuruhusu tuishi kwenye nchi mpya, na lugha ni kama inaweza ikaja ku, ku, ku, kuulizwa vizuri kufafanuliwa vizuri, wapo waliokuwa wanapotezwa na Jamhuri. Anyway, wito wangu Njoni tuzungumze. Damu ni nzito kuliko maji. Karibu kila kujitetea, kila kufafanua, kila kujihami, kutakuwa kukizua maswali zaidi. Kila hatua ya mbele kwa mbele itakuwa inaonyesha ni kama mbele hakuna njia en. anyway, tutoke hapo tuje kwa mzee wa kuzumu Mzee wa polisi, hawa tukiwapoteza msiwatafute. Kuna aichoendelea kuongea ambacho sikolojikali kwa wengine, sisi tukawa tunatazama, unaoni kama ni jaribio la kwamba sijutii, pengine kama kuna niliyowahi kusema huko nyuma yenye utata, na nitaendelea kuwa na lugha za kuonyesha kujiamini na kutojutia Ukisikiliza hii kauli na hizi lugha zinazofuata hapa, nayo nitairudia mara mbili mara tatu. Uenda kuna eneo, na wewe unaweza kaona hapa panaporudiwa itakuwa eh, pana maana zaidi kuliko hii. Alafu baada ya hapo mtarudi kuifafanua kauli hiyo ambayo mimi kwangu naona inaendeleza utata. Karibu tumsikilize. Mi almaarufu namwita mzee wa kuzumu. polisi hawa tukiwapoteza msiwatafute. Mheshimiwa wa mwenyekiti, tunataka tukwambie sisi vijana wa nchi hii tunazo akili timamu na ndio maana tumeweza kulinda amani ya taifa letu. Tunataka tuwambie vijana hao kwamba sisi sio kama wao na ndio maana wanatumika hovyo, wamekuwa wanaharakati hovyo, wanapigwa na kuumizwa hovyo, wanauawa hovyo, wamekuwa wanaharakati hovyo, wanapigwa na kuumizwa hovyo, wanauawa hovyo, wanauawa hovyo, wanauawa hovyo. Yeah, uh, tunamwita mzee wa kuzum. Si nipata mkosi, si bahati. Wakati nasafiri kutoka Bukoba kuja Mwanza kwa njia ya ndege, kwa kutazama hivi niliona ni kama ni kama huyo ndio kijana ambaye tulikuwa naye kwenye sehemu ya kusubiri abiria, na baadaye kwenye ndege, sehemu ya kusubiri ndege na baadaye kwenye usafiri, katika kuangalia nikiwa na watoto wangu, kwa sema mzee wa kumzoom, wa kuzoom, tunajaribu kumzoom. E, okay kuna kitu ambacho ni not, nikasema hivi hizi lugha mnapoongea, the end of the day najua mmejezira, najua mko kwenye muda wenu, the end of the day mnaona jamii na watazamaji aina cha kuwafanya haiwezi kuwa oji. Anyway, nirudi kwenye lugha hii wanaharakati wa hovyo ndio maana wanateswa wanapigwa hovyo na kuuawa hovyo mzee wa kuzum. Najua kwa lugha ile ulivyoiongelea ulionyesha e, pengine watu wanaoweza kukufuatilia pengine kuoji na kutafiti tafiti mambo yako inawezekana unaweza ukawazum popote walipo na ukatafsiri kuwa ni matusi, na pengine yakafanyika. Sasa mimi nikujulishe kwamba kwa mujibu wa neno la Mungu hakuna mtu unayetisha kuliko Mungu, hakuna unayetisha Mungu. Asiye muogopeni Mungu, Mungu awezaye kuua mwili na roho, msiogope hawa, anaweza kuua mwili kama kuna namna yoyote katika kuzum kwako na maneno yako yana namna za kuzum kwa namna ile, basi bratha anyway. Ila mii niseme lugha hii na utata uh, wanaharakati wa hovyo, ni sheria ipi inawataka, inataka wapotezwe, wapigwe ovyo, wa wauawe ovyo? Nani anayewaua? Nani anayewaua karuhusiwa na nini? Wanaharakati sahihi ni nini? Unapimwa kwa vifungu gani vya sheria? Kwa sababu pengine hata wahubiri sasa hivi tukinyoka na mabaya, mnasema hacha, wanaharakati hubiri Injili ni lugha ambazo mnajaribu mnalukaluka mnatoka. Acha kuchanganya dini na siasa, acha kutukana matusi, acha harakati. Karibu kila kitu mnajaribu kukiharamisha, hata vitu halali mnaliviharamisha, vitu haramu mnavihalalisha. Mimi nimewaonya mara kadhaa. Harakati ni nini? Harakati ni kukomalia jambo mpaka liwe wanaharakati wa mazingira wanaharakati wa, wa, wa, wa haki za wanyama wanaharakati wa haki za binadamu wanaharakati wa, wa kutafuta pesa wanaharakati wa, yani binti akimkomalia ya kijana huku na kule, kijana akamkomalia binti au mwanamke huku na kule mpaka akampata, ile ni harakati. Ukakomalia pesa huku na kule mpaka ukaipata, ile ni harakati kwa hiyo kuwa kukomalia jambo. Kwa mfano ak, akina sisi tumeingizwa kwenye neno harakati kwa sababu tunaukomalia ubaya, tukitaka mpaka ubaya uanguke, ubaya upotee, ubaya utoweke, eidha utoke ndani ya mioyo ya watu au wanaoshikilia ubaya kama ndo njia pekee ya kuishi, waanguke, wapate malipo sawa na ubaya wao. Kwa hiyo kule kukomalia tunakotaka kwa dua kwa maneno, kwa, kwa sababu ni maneno ambayo dunia ilianguka, ili, ilianguka ilifika hapa ni kwa maneno. Yanaisimamisha dunia, na hata wanaotekeleza maovu wana vikao, wanaofanikisha mambo yoyote mabaya wana vikao, wanazungumza, wana matamko, wana maelekezo, isipokuwa wao wanafanya kwa gisa, sisi tunafanya katika nuru peupe. Kwa hiyo isiwe wengine tu ndio mna haki ya kuongea na kuyarusha mitandaoni, sisi ambao tunaweza tukawa tunayachakata. Kwa nini liwe hivi, tuonekane ni wanaharakati? Pengine ndo tunaosemwa wanaharakati wa hovyo, ambao mshahara, posho, adhabu yetu ni kupigwa hovyo ama kuuawa hovyo. Nani anaye ua hovyo hawa wanaopewa jina wanaharakati wa hovyo ni kwa tafsiri ya sheria gani? Katiba gani? Utaratibu gani hawa wengine wamepewa, wame wamekuwa na uhalali wa kuonekana wanaharakati, wao ni wa ovyo? Wanaharakati sahihi nani? anao anafanya kwa namna gani ni sahihi? Ni haki kiasi gani? Enewe anyway, nilitaka tutu tafakari pamoja, tuweke bikoni hata hapa, tukiwa tunasubiri wakati ulio mbele yetu. Wito wangu njoni tuzungumze. Ni kama kila kujihami, kila kufafanua, kila kujitetea, kila kupigania cheo fulani hatua fulani ni kama kutaendelea kuzua sintofahamu na maswali yanayosababisha uchungu, maumivu, huzuni na namna nyingi zenye kujisikia vibaya. Njoni tuzungumze. Asanteni kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyayetoka kumhifadhi Sifa Bukoba, Karagwe, Bushangalo, Chabalisa, Nyamitoko. Na huyo ndiye aliyetoka gerezani, anasema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayefiwa, atakayewawa ama afae katika Bwana tangu sasa apate kupumzika mara baada ya tabia yake. Atazama Mungu mwenye haki, mukumu wa mwisho, msemaji wa mwisho yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha. Yuko wapi mwalimu Mwakasege afundishe madhara ya mauaji? Mwalimu wa kweli ukemea na kukaribia anapotokea wanafunzi hawasiki. Yuko wapi Magembe Gamanywa na Mwingira? Wafundishe utakatifu ni pamoja na kuacha mauaji. Yuko wapi Ambwene na Rozi Muando? Watunge nyimbo zikeme mauaji. Yule amona izi Alikiba na yule amonaizi alikibana wengine waimbao Bongo Flava muko wapi? Wana CCM wa Sabato, wa Isilamu, ndiyo musingi wa yote vyama na imani zote muko wapi? Mbona mmetuachia wachache ndiyo tunalia, na bado tunandamwa kwamba tunavyolia ama kulalamika ndipo tunaondoa amani. Mbona imeandikwa liyeni pamoja na wana walia munaimba kubarikiwa komedia ni wachekesha wachekesha nini wakati wa majonzi vilio kama u, mko wapi? Mko wapi wa ubiri mkeme kene utekaji na mauaji, mko wapi? Mko wapi waimbaji